Sunga nayo tena Wakili wa Moyo katika hatua yake 25, tuliona jinsi mambo yalivyokuwa, hali ya Colin kizidi kutenga maa, lakini vitimbi vya mage bado havijamwacha salama. Mage ambaye anashirikiana na mama yake pamoja na mama Colin wanaweka mikakati ya kuhakikisha wanafufua penzi kati ya mage na Colin. Ni kweli watafanikiwa kulifanikisha hilo licha ya Colin kuzidi kuonyesha msimamo wake kwa sesi mimi na wewe twende pamoja na hii wakili wa moyo katika hatua yake ya ishirini na sita. Katika hatua yake ya ishirini na sita, tunaanzia pale ambapo Maggie amefika nyumbani kwao na kumweleza mama yake kuhusu kila kilichotokea nyumbani kwa kina Colin. Mama Mage anakumbwa na mshtuko kutokana na aliyosimuliwa na mwanaye, lakini hata hivyo Mage anamuondoa wasiwasi kwa ya kwamba Mama Colin ameahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba anarudisha ukaribu uliokuwa hapo kati ya Mage na Colin, hatimaye na kufunga ndoa, jambo ambalo linashusha presha kwa upande wa Mama Mage. Kutokana na maneno ya Colin kwa mwanaye, mama na mwana wanaendelea kupiga stori za hapa na pale, huku wakiwa na wasiwasi na akili za Koli ni kuwa zimevurugwa, aidha na ajali au lazima Sesi amemwendea kwa sangatiti ili kumweka sawa, kwa maana ya kumvutia kwake. Lakini yote ya yote, maombi ya Mage kwa sasa ni malaika mtoa roho afanye kazi yake kwa Sesi bila ya kuchelewa, ili afikirie mambo ya msingi. Mama yake anaonekana kumshangaa sana kutokana kwamba watu wengi wanaomba kheri, lakini mwanaye yupo bize kuomba shari. Lakini mwisho wa siku mama magi anakosa cha kusema kutokana na msimamo wa mwanaye. Kwa pande mwingine, katika hospitali ya Apollo katika mji wa Mumbai nchini India madaktari wanaendelea kuumiza kichwa kutokana na ugonjwa wa Sesi ambao uliwachanganya akili baada ya kuweza kufumbua macho, lakini bado haukuwa na mawasiliano kwa asilimia zote. Waliufanyia vipimo vyote mwili wa Sesi na kukaa jopo la madaktari bingwa kwa ajili ya kuchunguza Sesi ana tatizo gani lilopelekea kuwa katika hali kama ile. Hali iliyojitokeza ilikuwa ni tofauti kabisa na maelezo ya ajali yake. Walijikuta wakifikia uamuzi wa kumrudisha Tanzania, kwani waliamini hakutakuwa na mabadiliko yoyote ndani ya muda mfupi, ni kutokana kwamba matumaini ya kupata unafuu yalikuwa asilimia ndogo sana kuliko kupoteza maisha. Uhai wake waliamini hautachukua muda mrefu, kwa vile mawasiliano hayakuwepo zaidi ya mapigo ya moyo yaliyoenda kawaida. Pia hata mapafu yalionekana kufanya kazi sawia kabisa. Hali ya sasa hadi wakati huu ilikuwa mbaya sana, kiasi cha kutotambua chochote kinachoendelea katika mwili wake na mama yake ndiye ya aliyekuwa na kazi kubwa ya kumbadili ubavu ili kutoweka vidonda kwa kulalia upande mmoja kwa muda mrefu. Mama Sesi naye alikata tamaa ya mwanaye kupona kutokana na kutotokea mabadiliko yoyote makubwa zaidi ya kuweza kutazama na kula kitu kilichokuwa kikitia matumaini walao kidogo. Baada ya jopo la madaktari kukubaliana kumrudisha Sesi Tanzania kwa kuamini kuwa kurudi Tanzania ataweza kupata vitu viwili: moja ni kulikava taratibu akiwa nyumbani, kwa hiyo kupunguza gharama; na pili, hata akifa, wasipata gharama za kusafirisha mwili wa marehemu. Walimuita Mama Sesi kwa ajili ya kumpa taarifa zili walizokubaliana kuhusu mwanae kurudishwa Tanzania na baada ya kuingia kwenye ofisi ya madaktari bingwa, alikaa kitini, huku akiwa na mkalimani daktari ambaye aliongozana naye kutoka Tanzania. Madaktari walimweleza mama Sesi kuwa kwa hatua waliofikia, wanamruhusu mgonjwa kurudi Tanzania akahudumiwe nyumbani, pamoja na kuendelea na matibabu ya kusisimua mwili huko huko Tanzania. Mama Sesi anaonesha kushtushwa na taarifa hizo, kutokana kwamba ile ilikuwa hospitali ya kuaminika zaidi kuliko za Tanzania, lakini madaktari wanampa moyo kwamba mwanaye haendi kufa, bali wamemtafutia njia nzuri zaidi ya kuokoa gharama za kuendelea kukaa hospitali, na kwamba kusiwe tena na gharama zaidi endapo lolote litatokea. Na mwisho wa siku, wanasisitiza kwa kusema wao kazi yao kubwa wamefanya na kilichobakia ni kazi ya Mungu pekee. Basi Mama Asesi alikubali kwa sauti ya kukata tamaa, kwani siku zote watu waliokwenda India hurudi wamepona na ikishindikana, basi mtu huyo huwa wakumzika tu. Aliamini ili ilikuwa kauli ya kumpa moyo, lakini siku za kuishi mwanaye zilikuwa zinahesabika. iliandaliwa mipango yote ikiwa ni pamoja na tiketi ya kurudi Tanzania na kupangiwa siku ya kurudi. Habari zile zilikuwa pigo mrab mwoni kwa mama Sesi, mwanaye mmoja kama mboni ya jicho lake, alimuona akitoweka katika uso wa dunia, lakini yote alimwachia Mungu kwa vile yeye ndo mwenza wa kila kitu. Taarifa za kurudishwa Tanzania Sesi baada ya ugonjwa wake kuonekana utachukua muda mrefu kupata nafuu zilimfikia Mama Colin na kuamini ile ndio ilikuwa fursa ya pekee kwa Mage kurudiana na Colin. Baada ya kupata uhakika hali ya sesi inaweza kuchukua muda mrefu kupata unafuu au maisha yake yote yawe ya kitandani, alijua fika kwamba ile ilikuwa kuwapa moyo, lakini kwa hakika sesi alikuwa maiti mtarajiwa, na kwa taarifa ile aliamini kabisa mwanaye, pamoja na msimamo wake aliyokuwa nao basi ni lazima atabadilika na kukubali kumuua maji, huku akijitolea kumsaidia Sesi kwa kumwekea mtu wa kumhudumia na kumlipa kwa maisha yake yote ili tu kumfurahisha mwanaye. Alitamani siku moja aitwe bibi, na hakuwa na mtoto mwingine zaidi ya Colin ambaye ndiye aliyemtegemea kumletea mjukuu. Ugonjwa wa Sesi ulionyesha dhahiri hakukuwa na dalili zozote kuweza kubeba ujauzito na yeye kupata mjukuu, kwa hiyo moyoni mama Kolini hata alijikuta akipata mawazo mabaya ya kumuua Sesi kama mwanaye atasimamia msimamo wake wa kutotaka kuoa mwanamke mwingine, lakini kuna kitu kimoja kilimtisha baada ya kukumbuka kauli ya mwanaye kufunga ndoa hata na maiti ya Sesi. Kwa hiyo ilimpa wakati mgumu sana, lakini alipanga kumtumia Mage kuyabadili mawazo yake na kukubali kumuoa. Siku ya pili Mage alifika kama alivyoelekezwa na mama Kolini, lakini hakutakiwa kuonana na Colin mpaka mpango wake autekeleze. Baada ya maji kufika, alifikia chumbani kwa msichana wa kazi, na mama Colin alikwenda chumbani kwa Colin kumwamsha ili ajiandae kwenda hospitali. Alimsimu mwanae ajiandae kwa ajili ya kwenda hospitali kufanya mazoezi. Colin aliingia bafuni kuoga, na baada ya kuoga alibadili nguo na kutoka chumbani kwake na kwenda kukaa sebleni kumsubiri mama yake ili waende kwenye mazoezi ya viungo kwa maana ya physiotherapy. Mama Colin alitoka chumbani kwake akiwa tayari kwa safari, huku begi lake likiwa begani. Colin alipomwona mama yake alinyanyuka ili waondoke, lakini ghafla alishtuka kumuona mama yake akiweka ya mkono kichwani katika paji la uso huku amekunja uso. Alimuuliza ni nini sababu ya kufanya hivyo, na mama yake alidai kuwa kichwa kinamuma sana. Colin alitaka kumsaidia mama yake kukaa kwenye kocha, lakini mama yake alimsihi Colin akamletea maji, lakini Colin alipotaka kwenda kumchukulia maji alimkataza na kutaka amwambie msichana wa kazi. Baada ya kuitwa, alileta maji kwenye glasi na kumpa mama Colin aliye yanywa yote na kupumua pumzi nyingi, lishakudaiwa afadhali kidogo. Colin alihoji juu ya wataendaje hospitali katika hali kama hiyo, lakini mama Colin alitoa wazo kwamba Maggie anakuja, kwa hiyo aende naye. Colin akupendezwa kabisa na hiyo hali, lakini mama yake akasema, Colin mwanangu, wewe ndiye uliyekuwa ukinieleza siku zote nisikae na jambo baya moyoni muda mrefu, naweza kupata matatizo. Kwa nini unamchukia hivyo Maggie? hata kama alifanya kosa lilosababisha ajali bado alitakiwa kusamehewa. Humtaki kuwa mpenzi wako, lakini bado ni mwanadamu anayetakiwa kusamehewa na kumwona rafiki. Hujui adui wa leo ni rafiki wa kesho? Basi mama alijitahidi sana kumshawishi mwanawe kukubaliana na wazo lile, na mwisho wa siku hakuwa na namna nyingine isipokuwa kukubaliana na wazo la mama yake. Mama anajifanya kupiga simu na kujizungumzisha peke yake. Hey, umekaribia eh, tena umefanya vizuri Wahi wow! Basi utupeleke hospitali. Haya, tunakusubiri. Umekaribia eh? Sawa, hakuna tatizo, tupo tayari. Mama Kolin alijifanya kuongea na kukata simu. kwani kafika wapi? Kolin aliuliza. yupo nje ya geti. Sawa. Mama Kolin alijifanya kuelekea upande wa vyumbani na kwenda chumba cha msichana wa kazi na kwenda kuzungumza na maji Mambo yamekwenda vizuri japokuwa ya ya imenibidi nilazimishe kwa cheo cha umama sasa pitia mlango wa nyuma kisha ingilia mlango wa mbele kujifanya ndio unaingia. Sawa. Mama Mage alitokea mlango wa nyuma na kwenda kulichukua gari alilokuwa amelipaki nje na kuingia nalo. Aliteremka kwenye gari na kuingia ndani kama kawaida. Mage na ma Colin walifanya maigizo ya kusalimiana na kujuliana hali. Azifa wajionana kabla kisha Mage akasogea kwa Colin na kumsalimia ambapo Colin hakuwa na hiana kuitikia salamu ya Mage. Nina imani hali yako itatengemaa muda si mrefu ili urudi katika majukumu yako. Sala zangu zote kwa ajili yako na imani Mungu ataipokea. Colin hakuwa na namna, alitikia na, na Mage alimshika mkono Colin na kumnyanyua alitoka naye hadi nje na kuingia kwenye gari la Magi ambalo aliomba walitumie kwa siku ile. Colin muda wote alikuwa kimya, hakutaka kutia neno kwa kuhofia kumuudhi mama yake ambaye muda huu aliamini kabisa hali yake sio nzuri. Kwa hiyo hakutaka kuharibu kote, kwani bado hali ya mpenzi wake Sesi ilibakia kitendaweni. Walikwenda mpaka kwenye kitengo cha mazoezi ya viungo kwa maana ya physiotherapy. Walipofika, mama kote alikaa pembeni na mama Maggie alimsaidia Colin kufanya mazoezi kwa kumshikilia sehemu zingine ambazo alihitaji msaada. Kila dakika Maggie alikuwa akitokwa na machozi, kitu kilichomshutua Colin na kumuuliza sababu ya machozi yake, na Maggie akamweleza Colin kuwa anahisi bado ana hasira naye. Lakini licha ya kwamba Colin alimuondoa wasiwasi, lakini bado Maggie aliendelea kujitetea na kuomba msamaha kwa yale yaliyopita na kumsihi Colin asimuone tena kama adui yake lakini Colin alisisitiza kwamba amemsamehe aliyopita na ushahidi ni ukaribu waliokuwa nao kwa siku hiyo au la usingewezekana. Mage alishukuru, lakini pia kinafiki aliuliza kuhusu hali ya Sesi ambayo Colin hakuwa anajua undani wake hadi wakati ule. Mage aliendelea kujivika ngozi ya kondoo kwa kujifanya kuitakia heri na fanaka mipango ya Sesi na Colin, huku mawazo yake akiyajua yeye mwenyewe. Magi aliendelea kujibaraguza kwa Colin kwa kumuuliza eti baada ya sesi mwoni mwake anayefuatia ni nani, na Colin hakumnazia damu; alimjibu kwamba anayefuatia baada ya sesi hajamwona na kama atakwepo basi pengine ni mtoto wao atakayezaliwa. Magi akamwomba Colin kuwa basi baada ya huyu mtoto wao basi nafasi inayofuatia iwe yeye, na kwamba Colin asimweke mbali sana na fikira zake, na Colin hakuwa naiana katika hilo lakini Mage ya kuishia hapo, aliendelea kujisogeza karibu zaidi kwa kumwomba Colin wawe wanawasiliana katika kipindi chote ambacho sisi hata kwepo, lakini wazo hilo liligonga mwamba, kwani Colin alimkatalia katakata kutokana kwamba simu ndio ambayo mara ya mwisho ilimletea matatizo. Mage alitetea wazo lake, lakini Colin alisisitiza kwamba kama anahitaji mawasiliano atumie simu ya mama yake, na ikishindikana basi Mage alitumia gia hiyo kumhukumu Colin kuwa hajamsamehe, lakini Colin alisisitiza kwa kusema, Mage, kukusamehe si kunilazimisha kufanya vitu nisivyovitaka. Nimekueleza sitaki kutumia simu, unanilazimisha kwa kisingizio cha kutokusamehe. Kumbuka ubishi huo ndio uliosababisha yote haya. Nimekuelewa Colin, nisamehe sana, nitajitahidi kukuelewa ili tusije kukosana tena. Colin alikubaliana na hilo, kisha mazungumzo mengine yaliendelea kama kawaida. Mama Colin aliyekuwa mbali kidogo, mazungumzo yale yalimtia moyo na kuamini mpango wake umeweza kufanikiwa, kwa kuamini Mage ndiye chaguo lake la awali kabla ya Sesi kuingilia penzi lile. Taarifa ya kurudishwa Sesi kutoka India hakutaka kumweleza haraka mwanaye mpaka atakapotua nchini, kwa sababu kwa taarifa zilizokuwapo ni kwamba siku inayofuata ndiyo aliyokuwa akiwasili nchini. Ni nini kinakwenda kujiri baada ya hayo yote tuliyoyaona? Tumeshuhudia jinsi Magi anavyojitahidi kujipenyeza katika moyo wa Coin. Mimi sijui, sina hakika sana kama atafanikiwa kulingana na msimamo wa mzee baba mwenyewe Coin, lakini wasweli wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Swali ni je, ili nina ukweli gani juu ya msimamo wa kodi kwenye mapenzi yake na sesi? Mimi na wewe tukutane tena kwenye hii wakili wa moyo katika hatua yake ya ishirini na sita.